Tamko ambalo limetolewa na asasi za, za wanawake hapa nchini kuhusu uchaguzi ni la muhimu sana, ili kwanza nikiamsha watu kwamba sasa hivi zimebaki siku chache kabla ya kwenda kupiga kura. Je, wewe mwanamke mwenzetu umejiandaje kwenda kupiga kura? Na je, tayari una mgombea wako ambaye tayari una, umemchagua? Kama unasubiri kumchagua mgombea yule tarehe ishirini na nane kuamkia ishirini na tisa utakuwa unafanya makosa. umeshafanya utafiti? umeshajua kwamba ni nani naweza kumchagua? na sisi tamwa, tuna tuna ujumbe, tunasema ujumbe, mkono umbebao mwana, nabeba, mwana waki, ndio uleao taifa. Ndio ujumbe wetu watama, kwamba kama mwanamke ndiye anabeba mwana, huo mkono wake ndio unaolea taifa. Kwa hiyo wanawake tujiangalie Upange kwa makini, siku zimeshaisha, umeshajua mgombea wako, umeshamjua mtu anayekufaa katika hili na lile. Kwa hiyo ukampigie kura. Na pongezi nyingi sana kwa asasi za wanawake kwa kuwa mwaka huu kwa, kwa kweli wameupiga mwingi, tunaita wamepata wagombea wengi kutoka itikadi mbalimbali mbali, na wanaendelea kupambana mpaka watafika mwisho ambao sio mwisho mbaya, yote itakuwa ni mwisho mzuri kwao.